Tupo kwenye eneo la mpaka wa Umboza kuingia Ngwazi. Ngwazi, Ngwazi ni kijiji cha Kisarawe, Msimbo. Msimbo, okay. Lakini kabla ya kuhamia hapa, nilikuwa ninajenga mm. Tulivyokuwa tunajenga nikapita zoezi kwamba tunatakiwa tulipe hela ili tuletee umeme, ndio tukatoa pesa elfu ishirini na saba na baadaye tukatoa tena elfu tano kwa ajili ya usafiri. Sawa, wakaja mpaka survey. Ndio tukaandikishwa na documenti hizi hapa. Ndio, tukaambiwa tutaletewa umeme wa REA. Ndio, lakini lile zoezi lilishia chini kwa chini. ilikuwa mwaka gani? elfu mbili ishirini elfu mbili na ishirini. Ndio hera mlimlipa nani? bwana mmoja anaitwa Mungi ni wengi watu walitoa pesa. Mungi ni nani jamani? Mungi kwanza <laughs> sikia, ulimesema Mungi wamecheka. <laughs> mnamjua Mungi, wa Mungi ni nani? darari. Msiona aibu. Ni darari sasa, mnaona mnafanya udarari mpaka kwenye Tanesco, Tanesco akakupigia na mihuri yamerejeia. Unaimjua Mungi? Ee, angaia muhuri yaani mtu anatapeli mpaka anasema anakuletea umeme. Mheshimiwa DC, kwa muuli Tanesco, kwa tuna muuliu <laughs> huyu ni muuli wa kontrakta kwa wale wa, kuna ili mteja apate umeme mm, ni lazima ujaze fomu. Ukishajaza fomu, tuna tunakuelekeza uende kwa makontrakta ambayo wamesajiliwa na serikali wanaolipa mm, kodi. Sasa wa makontrakta sasa ndo wanakuwa nahivi, huyu swamadui mm, kwa kumpata tukiingia kwenye mifumo yetu ya Tanesco wale registered contractors wale wote tunaweza kuwapata. Kwa hiyo huyu yupo kwenye mfumo. Mama, mpo wangapi? Sasa sikiliza, watafute hao watu. Eneo siiko huku na ubasii, tusaidia huyo Mungi alihamisi aje hapo, mtampata kumpata. Mimi hapa ninachoweza kukifanya E, hii kampuni tuwapata, hey, kampuni. Na wewe sawa, tukamwita ofisini siku tukiweka mradi hapa mm. Tunamwita Bwana Samadu, Bwana Samadu, kampuni yako inatumika kufanya utapeli wapi? Mm -hmm. Kichangani Kicha, kama ulifanya utapeli, maanake sasa ili mteja huyu apate umeme, tutakuwa tumjazishe tena fomu kama hii mpya. Sisi tutamjazisha mteja fomu, lakini mteja atakiwa kuchangia hela, unatakiwa unatakiwa ulichokiiba mwanzo, inawezekana so sasa we mama, kwa maelezo mazuri ya meneja wetu, tafuta wenzio kwa namna mnayoijua. Jumatatu mwendeni Tanesco sawa, lakini pili, huu ni utapeli bado. Tunaweza sisi tukaami kampuni ikawa blocked. Nataka nione nijitaidi niwaonane na meneja wa hizo kampuni zote. Sasa tafuta wenzio wote ili muje Jumatatu. Wakitoka kwa huyu wanakuja wana kwangu eh, mkitoka Tanesco pita pale kwangu. Sawa, hata kama niko busy kiasi gani mwone huyu hapa. Sawa? Aya, wala msijali, utapata umeme na huyu ndo, chukua namba ya huyu ma. Huyu ndo mwenye umeme, usimwone mwembamba.